Jamani, Nandy ako na attitude hey. Well, hello everyone, welcome back to my channel. Kama ni mpya kwenye hii channel please guys make sure una subscribe like and comment. So today, vipenzi vyangu nimewasogezeni hapa momone Nandy na Bill Billnass wakifanya vituko vyao hapa Nandy bwana. <laughs> Nitawekeni mtasikia wenyewe kwa kilichoendelea. Ameganda hapo mbele ya gari hataki kutoka na Bilnas, anataka aondoke kwa hiyo kuna kitu alikuwa na demand kutoka kwa Bilnas akipate ndio asogee. Kwa hiyo hapa aligoma kabisa, na ameona sura yake face expression yake hapo, kanuna nakwambia, anadeka sura hiyo, mdomo kauvuta, nakwambia <laughs> Nandy, utamrisisha mtoto jamani, tabia hiyo. Well, guys, mi nasema hii ni just love to and my beautiful people, nisiongee sana, nataka mwone wenyewe hapa attitude ya Nandy kwa mume wake, na pia sikiliza alikuwa anataka kitu gani na Billnass akamjibu nini, yani argument yote <laughs> utaijua hapo mbele ilikuwa inahusu nini. Well, guys, uh, without wasting time, evo enjoy this video vizuri kabisa. Ataki niondoke kazi ya gari. Sogea basi hapo, enda kugonga. Acha utoto basi. Piwa. Ndio chukua hela. Ndio chukua hela. Ndio. Ndio chukua hela. Dunia basi. <laughs> Hata ujinga. Ah. Bei gani kupe? Hata elfu tano ndo unazuia gari. Unajua taa gari bei gani? Ah, eh? Njoo chukue au nikutumia kwenye simu? Nakutumia. Nitakugonga no! Ujue umependeza. Tuja basi, naudi. Njoo chukue, njoo kwa ni chukue. Jamani, hawa watu wana vituko. Nandy alikuwa anataka laki tano ndio atoke hapo mbele ya gari, sijui hata alikuwa na shida nayo ya nini? Yes, na Billnass naye anamzingua, amemwona alivyokuwa kanuna, haelewi hasikii ya yani yaani hapo Billnass atoki mpaka atoe laki tano ndo amwachia aende. Jamani, kuna watu wanapendwa mm, sio kupendwa. Kuna watu wanaishi vizuri kwenye ndoa zao yani kama friends, yani mpaka raha, ukiona hivi unasikia raha ya yeah, ila ikapo bwana, mimi naipenda, haina mambo mengi, haigombani gombani ovyo. Well, embu tuangalie hapa tena video yao hii nyingine nzuri kabisa, wakiwa wana have good time, mtu na mume wake ya yeah, Billnass anakwambia my woman my everything au bwana, wanapendana kikweli kweli, hawana hawafanyi show off. Yani wanapendana kweli yeah, this couple iko very strong and wako real ama Mnasemaje fans wa hii kapo? Mimi hii kapo naipenda, kusema la haki, haina mambo mengi. Siku zote mimi nasema hii kapo iko real, haina mambo mengi. Well, guys, embu drop your comment hapo chini kuhusiana na hii video bwana, umeionaje? Hiki kipande kizuri sana cha hii kapo na vituko vyao wanavyofanya, mimi imenifurahisha sana, ime make my day. Sijui wewe mtazamaji wa hii video, kama imeku make day yako au vipi? Hebu weka chini comment yako na kama ulikuwa huja subscribe please, guys make sure una subscribe like and comment, put on your notification so you won't miss any update za celebrity. Yani nikipost unakuwa the first one to be notified, and guys, malizeni hiki kipande kizuri hapa, angalieni tena vizuri, hataki ni uh, ondoke, kazi ya gari, sogea basi hapo, tunaenda kugonga